Kwa kweli nimefarijika sana kwanza kuwa mratibu katika jimbo hili la Paje kwa sababu ni mzoefu na ni mwenyeji sana wa Paje <coughs> lakini pia na la jimbo la jirani la Makunduchi. Kwa hiyo majimbo yote mawili, mimi ni mtu wenu ndugu. Mgeni rasmi, jimbo la Paje limejipanga kwelikweli. Tokea nimefika, kuanzia katibu wa mkoa, katibu wa wilaya, katibu wa jimbo, mwenyekiti wa jimbo pamoja na kamati yao ya siasa wamenipa ushirikiano mkubwa, na tunaendelea kupiga kazi. Kazi tunayofanya kwa wana system imekwisha, iliyobaki ni kukumbushana tu kwamba ikifika ishirini na tisa tunakwenda kutiki kwa viongozi wa system hiyo. Tumeshakubaliana, ndugu mgele. Kazi iliyobaki sasa hivi ni kuwashawishi wale jamaa zetu jirani zetu ambao kwa Wako wachache sana, nawajua wana rangi gani? Zambarau. Kwa hiyo ndugu mgeni rasmi, Ay, sasa kazi hiyo basi ni kuwamaliza na wao ili ile rekodi aliyosema katibu tunaivunja kwa majimbo yote mawili ya wilaya Kusini sisehemuyo uwanoje mamajuani. Asante sana ndugu mgeni rasmi, hiyo ndio kazi ya Paje na Makunduchi. Lafikiri mmeasikia na wapinzani wetu wamepata salamu, hawana jipya, rekodi inavunjwa, sisi sisemu